Hili ni mojawapo ya madarasa katika shule ya msingi ya Pepo la Tumaini katika kaunti ya Isiolo. Mbao hizi kuukuu zilitumika kwa ujenzi wa darasa, lakini sasa zimezeeka na kuchanika. Upepo umekuwa kikwazo kwa wanafunzi huku, wakati wa mvua wengi wa wanafunzi wakihasiriwa na ugonjwa wa, wa nimonia. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Mohamed Mohamud Musa, kunaponyesha huwa na mafuriko shuleni humo ambayo kwa kiasi kikubwa husababisha mmomonyoko wa udongo na kuchimba mitaro kila mahali. Mwalimu huyu ambaye hana uwezo wa kuona anakabiliwa na changamoto kuu ya kutembea shuleni humo kutokana na mitaro inayotatiza matembezi na madarasa hayana hayana hayajapigwa hayana, chini semeti eh, ni ambao na kwa hivyo hii inawafanya watoto wawe wagonjwa mara baada ya mara, watoto wachanga wa darasa la kwanza, watoto wa chekechea, darasa la pili na tatu, inawabidi watoto wasikuje shule kwa wakati ambao unafaa, kwa sababu ya magonjwa ya bisi baridi, magonjwa ya, ya homa, magonjwa mengine ambayo inaletwa na madarasa ambayo hayafai kwa ukweli impacting ne negatively on my movement within the school the school has no perimeter fence therefore sometimes i lose a sense of direction as per where i'm supposed to be going Kando na hayo shule hii haina ua na hivyo wanafunzi wapo katika hatari ya kuvamiwa na wanyamapori ambao hutembea hadi katikati mwa uwanja wa shule hiyo. Hata hivyo, baadhi ya vifaa vya shule huwekwa kwa majirani wa shule hiyo, kwani kwa muda wezi wamekuwa wakiiba na kuharibu ofisi. Ofisi yangu na ofisi ya deputy ni nyumba ya mbao, ni nyumba ambayo kwa hakika eh, eh, eh, wezi wanatuvamia kila wakati eh, kwa sababu hakuna ua shule haina ua perimeter fence the school does not have perimeter fence and therefore attracts uh, people to come and thieves to come to the school uh, during the holidays and weekends to come and even uh, uh, break the offices and get away with few things we are forced therefore during the weekend and every evening and the school holiday to move our belongings textbooks, to move the sufurias that we used to cook uh, we, we, used to cook food with to move to the near neighboring homes neighboring houses to the parents there and then in the morning we bring them back. Wanafunzi wakubwa wakubwa ndio wanaruka mtaro watoto wadogo waezi ungeomba atungiomba tusaidia mamtaro zeze kutoloa matope ziko mingi sana hadi kukanyanga, mwenye mtoto mdogo mwenye umri wa miaka sita hivi akajengia ndani ya matope, matope ina, ina mwingina namfika kwenye magoti pia, mtoto anaezeenda na hizo maji na japo hivi ndani kuna ja maji sana. Kutokana na changamoto hizo, idadi ya wanafunzi shuleni humo imepungua kwa madai kuwa changamoto hizo zinaathiri masomo yao. Dana Rose, QTV.